Serikali ya Burundi imekanusha taarifa zilizotolewa na baadhi ya mataifa na vyombo vya habari juu ya kuwepo maandalizi kwa serikali ya nchi hiyo ili kutekeleza mauaji ya kimbari dhidi ya kabila la Watusi, hatua itakayowezesha kabila la Wahutu kuendelea na utawala wa nchi hiyo. Tamko hilo la serikali limetolewa kupitia baraza la seneti na bunge la nchi hiyo kufuatia kikao chao cha siku moja kujadili suala la amani, usalama na hoja mbalimbali zinazoelekezwa kwa sasa katika nchi hiyo. Richard Katonga kutoka Bujumbura nchini Burundi na taarifa kamili. Katika kikao cha kwanza cha aina yake kuvikutanisha vyombo hivyo viwili ikiwa ni baraza la seneti na bunge la nchi hiyo, wawakilishi hao wananchi wameelezwa kusikitishwa kwao na taarifa hizo walizodai kuenza upotoshaji juu ya e nchi yao na kwamba hatua hii inalenga kuwagawa wananchi wa nchi ya Burundi katika misingi ya uhutu na utusi hadi itakayochochea vurugu na uasi. Reverend Kurio ni spika wa baraza la seneti. Ndio maana wengi wanasema kwa sababu polisi au jeshi li, lijibu vibaya, wale wale waliovamia makambi, sasa wanasema ni genocide. Hiyo sio genocide. Kama kuna mtu alikufa kinyume na, na ilivyotarajiwa, sasa hiyo ni mambo ya sheria, watafanya wada, uchunguzi, waangalie na wahusika waadhibiwa. Kuhusu kusudio la nchi za umoja wa Afrika kuwapeleka askari nchini humo kwa lengo la kulinda na kudumisha amani, ndikulio anasema: hatuone namna ya, ku, ya kuleta askari mwingine hapa. Na hiyo na, naona kwamba ni tutauliza tuta polepole tuulize hizo nchi zimesema zime tulete wajeshi Burundi, tutaliza polepole. AU wanatumika kivipi? Tutaenda tuwaulize. Wakisema walete wajeshi hapa, watawaleta wapi, kati ya nani na nani? cha siku moja kilichowajumuisha wa wabunge kutoka vyama mbalimbali vilivyoshinda uchaguzi mkuu, wajumbe baraza la Senati, mabarozi wa nchi mbalimbali na vyama vya siasa. Baadhi ya wajumbe katika hicho walipata fursa kuongea na waandishi wa habari. Mauaji ya kimbari inawezekana tena? Wanasema kwamba haiwezekani, ile ni mambo ya wanasiasa ambao wanatumia lugha hiyo ya mauaji ya kimbari ili wafikie maslahi yao. Akataa pia kwamba hatutaki mambo ya kutuma um, wanajeshi. Kikao cha pamoja kati ya baraza la seneti na bunge la Burundi kimekamilika, hoja kubwa ikiwa ni masuala ya usalama wa nchi. Ni kiripoti toka mji wa Bujumbura nchini Burundi. Nelisheli Katunga, wastati.